Kitu kingine ambacho pia ningependa kusema ni kwamba tuko kwenye dunia ambayo ina upendeleo mkubwa sana. Uh, before miaka nyuma wewe, wakati tunafanya muziki, kulikuwa kulikuwa hamna internet, kulikuwa hamna Facebook, kulikuwa hamna Instagram. Lakini leo hii kuna watu ambao ni mifano ambao tunapaswa kuwapa kuwa maua yao. Kuna madalali wanapangisha nyumba wanauza, wana nyumba wanauza viwanja kwa uaminifu kupitia mitandao ya kijamii ambao ni Instagram. Kuna watu ambao wanafanya biashara nyingi sana kupitia mitandao, kwa hiyo tujichukue kama tu tumezaliwa au tumejikuta kwenye dunia yenye upendeleo kuliko iliyowahi kutokea duniani. Kwa hiyo tutumie mitandao vizuri. Yaani, mimi huwa nahuzunika sana, kwa mfano nikienda na fundi, labda fundi wa kutengeneza furniture, alafu anatoa vitu vikali hatari, alafu hana Instagram page. unajua eh? hana sehemu ya kushowcase kazi zake eh? kwa hiyo na, na sio lazima uwe na makamera makubwa manini. ah, kasimu tu unakuwa nako, unakuwa una post kazi zako, kwa tusiache kujinadi kwenye mitandao, kulizinadi kazi zetu. Buh, sio unakuta mtu anashona nguo eh, anashona nguo kali kinyama, lakini ha, hapigi picha, hatuoneshi kazi zake. Siku hizi watu wanaamini wana, wana kwa kuona zaidi, wanapenda kwa kuona zaidi. Lakini kitu kingine ambacho nilikuwa nataka nikumbushe pia ni kwamba